Wakati sisi tunaajiliwa tulikuwa tunatoka vyuoni moja kwa moja, si wengi ambao walikuwa wakienda chuoni walikuwa tayari wamekusha kuwa na familia. Kwa hiyo ile ilikuwa automatically, unatoka chuoni, unapata ajira, unakwenda kwenye eneo huko la kazi, na ile mikataba ya ajira inasema kabisa, nitafanya kazi mahali popote Tanzania bara nitakapopangiwa. Lakini ni jambo la msingi sasa ambalo linatakiwa liangaliwe kwamba ili tuwe watumishi wazuri walimu, na kwa aina ya kazi ambayo mwalimu anaifanya mwalimu anahitaji utulivu. Unapo anapokuwa ametengwa, yuko mbali na familia yake, empata picha, mke yupo uh, Mwanza na nsio, halafu mume yupo Mtwara anafanya kazi ya walimu wanaopanga wanaoweza kufikiri wafikiri vizuri kwa habari ya mtumishi mwalimu, kwamba anatakiwa akae na utulivu na kimsingi, sasa anatakiwa akae aishi na familia yake. Kwa hiyo mtindo wa kuwapanga nani afundishe wapi nani awe wapi, hilo nalo linatakiwa kufikiriwa kwa uzuri wake, ili kazi yetu iweze kuwa kazi moja nzuri sana. Ili ushughulike na maisha ya watu masikini, lazima ufikiri kusomesha watoto wake. Dira ya maisha inaitwa elimu, ufunguo wa maisha inaitwa elimu. Sasa lazima Watanzania wote nikisema Watanzania maanake ni pamoja na wale wenye mamlaka wote tunaitwa Watanzania, wafikiri kwa habari ya maisha ya mwalimu yaweje, yapewe thamani yake, kuwe na namna ambavyo of course unaweza kusema huwezi kulazimisha, lakini namna ambavyo ukipandisha pei watu watakuja wenyewe automatically. Mshahara tungetamani uendelee kuongezeka, lakini marupurupu mengine yangetakiwa yaendelee kutolewa. Mwalimu anayepata aina ya huo mshahara, lazima uanze kumhesabia anatoka wapi kwenda wapi kwenye kituo chake cha kazi, lakini kama mtu kama raia mwingine wa Tanzania wa kawaida, maisha yale ya kawaida, vyombo vya usafiri anavyotumia eneo analokaa na mahitaji yanayotakiwa lazima yapimwe ili kujua huyu mwalimu wa eneo hii. Ndio maana kuna kitu kinaitwa hardship allowance you get that. Kwa maana ya kwamba kumbe kuna mazingira ambayo yanaweza kusababisha mwalimu huyu kwenye kale kamshahara aliko nako akatumia zaidi, ukakuta kwamba basi kabisa hata uendeshaji wa familia yake ukawa mgumu. Kabla ya utekelezaji, lazima uwe umejua mahitaji ni nini. <coughs> yapo mambo ya dharura na mambo ambayo sio ya dharura. Yaani wewe unajua mtihani utafanyika tarehe fulani, kutakuwa na mtihani na wamepanga ratiba, unapanga ratiba kuanzia mwanzo wa mwaka na unajua watakao watakaotakiwa kuwepo kwenye eneo lile ni watumishi kwa idadi hii, halafu unafika kwenye eneo mpaka wanamaliza hiyo kazi, bado hujampatia kile ambacho anastahili kukipata, anakuja kukipata baadaye Ulimwandalia uwezo huo, unajua anao au hana? Tunataka kwenda vitani kwa yale mambo ambayo ni ya dharura, lakini yale ambayo yanapangika kwa utaratibu, well budgeted, kwa nini yaje kama dharura kwetu? Hiyo wakati mwingine inakuwa kama ni kero. Sasa fulani hivi inataka kudemoralize hata aina ya kazi, na watu wengine wanaweza kuanza kufikiria ah, sasa kazi hii tunaenda kufanya, ukifika tu hapo mambo ni yale yale. Tusingependa yajulikana yaonekane kwamba mambo ni yale yale. Kwa hiyo tunapokwenda kukaa mezani, tutakuwa tunaongea tunasema, jamani, mjaribu angalau jambo hili kadri inavyowezekana kulitatua mapema, lakini sio vibaya wakitutaarifu mapema tukajua kwa uzuri wake tukawaambia watumishi hawa ambao wana wajibu wa kwenda kufanya kazi hiyo. Ni vizuri tuendelee kuwa tunashirikishwa na kutatokea ubora katika ubora huo. Sasa mimi niwaambie tu walimu hapa kwamba lazima tujitahidi kufanya kazi yetu kwa bidii kabisa kwa bidii lakini, pia tuhakikishe kwamba sisi kama chama cha walimu sasa, tuhakikishe kwamba tungetamani kuwafikia walimu mahali walipo, lakini kuzungumza nao ubora wa elimu uenda, lakini kujua changamoto zao na kuona namna bora ambayo tunaweza tukashirikiana na serikali kuweza kutatua hizo changamoto zilizopo ili tuweze kufanikiwa. Na mimi nataka kuomba kwamba wale wote ambao wana mamlaka kwetu sisi kama waajiliwa watusaidie, kama kuna changamoto fulani imetokea, basi kuwe na mahali ambapo mtu anaweza kaongea hoja. Unapobadilisha mtaala, hakikisha umemhusisha mwalimu moja kwa moja, ajue ubora wa kutembea na mtaala uliorekebishwa. Habari ya kuwapeleka, of course huwezi kuwapeleka wote, lakini habari ya kuwapeleka wachache kueleza kuhusu mtaala, umewaweka siku, wiki moja au wiki mbili kadri ambavyo ta, uh, maelekezo yanatoka kwa mmoja kwenda kwa mwingine na kwenda kwa mwingine, ndivyo ubora ule unavyopungua kwa hiyo. Uh, swala la kubadilisha mtaala si kitu kidogo, na ukilipeleka bila uzuri wake unaweza kufikiri utakuwa umefanikiwa zaidi, kumbe unaweza kujikuta haujafanikiwa. Ni lazima walimu wote, ikibidi, waweze kuhusishwa katika mafunzo yale ambayo hasa wanajua huyu anayepelekwa atapelekwa, yani unawachukua, una wachache, alafu unasema hawa ndio wataenda kuwaambia wale, na wale watawaambia wale. Kuna vitu fulani hapo katikati vinakuwa vinapungua. Sasa hivi tunajisajili kimtandao wiki kwa wiki, ili walimu waweze kupandishwa madaraja yao. Ukitaka kufanya hivyo kwa uzuri wake, ni vizuri uandae mazingira ya walimu walioko huko. Hiyo ni shida. Naisema hiyo kwa sababu ni shida ambayo inaonekana moja kwa moja kwamba mwalimu ambaye hawezi kutumia kompyuta ili atoe taarifa yake vizuri, tayari tatizo linampata. Lakini mpaka huko kwa mwalimu wa kijijini, nani anaweza kumsaidia kufanya kazi hiyo ili aweze kupanda, ili aweze kufikisha zile alama aweze kupanda daraja? Of course tunashukuru kada yetu imeshushiwa kidogo kutokana na changamoto hizo zilizopo, lakini bado kwenye ishu sasa hivi ya kupanda madaraja ni kama imeanza kutusumbua, kulalamikiwa, kulalamikiwa, na sisi tunaiona kwa upana wake, na nadhani ni jambo ambalo tunataka tukutane na serikali kuona namna bora ya kuweza kushauri katika jambo hili ambalo lipo sasa, linaendelea kimfumo. Hatutaki kukataa, maana ndio maendeleo sasa kadri ambavyo inatakiwa afanyike, lakini tunaweza kufanyaje ili jambo hili lisilete shida tena kwa mwalimu. Sisi ni kioo cha jamii mambo yoyote yasiyofaa kimaadili hayapaswi kusomwa kwa mwalimu. Lakini niwaambie pia walimu kwamba watoto tunaowafundisha kwa necha ya watoto hawana namna ya kuweza kujitetea, ni kama malaika ambao tumepewa tufanye kazi kwao kuwasaidia. Tusichukue nafasi hiyo ya kuwakimbia walimu, watoto kwenda kufanya shughuli nyingine na za kuingiza aina nyingine ya kipato, hiyo of course watu wengine wanawaza hayo, wafanye kazi nyingine za kutafuta kipato nje ya muda ule wa utumishi wa walimu, ili tutumike vizuri kwa watoto hawa. Taifa linatutegemea na huu ni ukweli, na ndio umuhimu wa walimu uliopo. Na nimehimiza wananchi wa Tanzania na viongozi mbalimbali mbali wa Tanzania wajue, ili tuendelee kuifanya Tanzania iwe bora, lazima tuthamini mwalimu lazima tuthamini kazi ya ualimu. Na ninachukua nafasi ya kuambia walimu sasa, kwa sababu ya thamani hiyo hiyo, mambo yasiyofaa faa yanayowezwa yakasomwa vibaya kwetu walimu, maana kuna mahali mwalimu ndio tumaini la jamii walioko pale mahali wanapoishi. Tuendelee ku maintain status yetu hiyo, lakini serikali ituchukulie kwa umuhimu wake. We are so humble, tunataka kuongea, kufanya kazi zetu vizuri bila tatizo lolote, na mwelekeo umeshaonekana changamoto najua zitaenda kutatuliwa kidogo kidogo, lakini angalau sasa waelekeze macho kwa watumishi ambao wanashughulika na walimu katika utumishi wetu, lakini hawafanyi yale yanayostahili, ili waichukulie, wasiwaache wasiwaache, kwa sababu wanabomoa kitu kikubwa ambacho ni kama hakipimiki hivi, lakini wanabomoa na hiyo ni hatari wale watu ambao tumepita kwenye kliki na wengine tumewaona wamesumbua, wame wengine wamefanya vitu vingine kwa makusudi ya, yani unakuta tu mimi jina langu naitwa Suleiman Mathew Ikomba, wewe unaichukua unasema Suleiman Mrisho. Huyu sio yule. Yani kitu cha namna hiyo kinafanywa na mtu halafu anasema ah, nilikosea. Kwa bahati mbaya umeumiza maisha ya mtu hapa, unasema nilikosea kwa bahati mbaya. Na ni vizuri kushughulika na mambo kama hayo. Sio, sio nzuri sana kuchanganya mwalimu katika utumishi. Tunaowahudumia jamii tunayoishi nayo, yenyewe inaweza ikawa na mgawanyiko wa vyama mbalimbali huko, tuki entertain kwamba sisi tukiwa katika utumishi wetu na maeneo ya kazi kwamba tuutumie uwalimu wetu kushughulika na siasa, tutakuwa tunakosea tutakuwa tunakosea. Kwa hiyo lazima kuwa makini hapo, si, siwezi kushauri jambo la namna hiyo kwa walimu kuweza, maana unawagawa watu. Watu wana matumaini na walimu, watu wangifikiri kuwaona walimu ni chombo, of course tunaitwa ni kioo cha jamii. Sasa kuwa kioo cha jamii pale unapotumika, sio kuwagawa watu, lazima kuwa na akili ya kufikiri, na siwezi kushauri kwamba mwalimu aitumie uwalimu wake katika siasa.